Sisi tunaamini kwamba matokeo ya uchaguzi huu yatakuwa ni kielelezo halisi cha utashi wa Watanzania kuhusu viongozi wanaokataka. Kwa msingi huo, hakuna sababu yoyote ya kuyakataa matokeo ya uchaguzi huu. Sisi inahimiza utulivu na amani kwa wafuasi wake, washabiki wake, wapenzi wake, wanachama wake lakini pia kwa Tanzania kwa ujumla katika kipindi hiki. Na tunapenda kuwahimiza na kuwasisitiza watu waziachie mamlaka husika zifanye kazi yake katika kipindi hiki. Sisi tunajua sababu ya wenzetu kutoa matokeo ya uongo, ya uongo haraka kiasi hiki. Wanataka kufanya ni wanatoa matokeo haya ya uongo kuonyesha wanashinda ili tume itakapotoa matokeo halisi yanayotokana na upigaji kura ambayo yataonyesha wameshindwa, basi waseme wameibiwa kura. Lakini pia tunabaini jitihada na nguvu kubwa sana wanazofanya wenzetu za kupeleka kilio chao kwa waandishi wa habari wa kimataifa na mataifa ya nje kwa ujumla utajiri kabisa magwiji wa propaganda ya kimataifa kwa fedha nyingi ili wawasaidie kujenga taswira duniani kwamba Tanzania ni sawa na nchi nyingine ya Kiafrika, nchi ya ovyo inayotolewa kwa ovyo, inataka kuiba uchaguzi. Kwa wenzetu wanataka kutumia hiyo eh, kujenga taswira kwamba Tanzania na yenyewe ni hivyo hivyo, kwa uchaguzi huu na wenyewe utakuwa hivyo hivyo. Na wanafanya makusudi na wameajiri kabisa magwiji kwa ajili ya kazi hiyo. Sasa wakati wao ni kuishinikiza kuilazimisha jumuiya ya kimataifa kutangaza mgogoro wa kisiasa Tanzania kwa kutumia nguvu ya misaada yake na kulazimisha matokeo au mkao mpya wa siasa ambao hautokani kabisa na utashi wa wapiga kura.